Kusudio la safari hii kuja kukagua maendeleo ya kazi ambayo ETDCO inafanya. Nia kuu sasa hivi ni kuunganisha Katavi, kuhakikisha kwamba inaunganishwa na gridi ya taifa. Tulikuja kukagua hapa a, kutokea Tabora mpaka hapa a, Inyonga. Tumeangalia, tumefurahi sana kuona kazi inaenda vizuri, na lengo ni kabla ya mwisho wa mwezi ujao tuhakikishe kwamba uh, Katavi inapata umeme wa gridi. Kwa hiyo kazi yetu sisi kama ETDCO ni kuhakikisha kwamba umeme wa gridi, njia mbalimbali mbali za umeme zinaweza zikamfikia mwananchi. Tulikuwa na ugeni wa mwenyekiti wa bodi, lakini pia ameambatana na ukurugenzi wake. Dhumuni kubwa ilikuwa ni kuangalia maendeleo ya mradi ambao tunaotekeleza sisi ETDCO. Mradi huu hapa tulipo ni kituo cha kupoza umeme cha Inyonga ambapo tuna kazi ya kujenga miundombinu ya kusafirisha umeme yenye msongo wa kilovoti 132 kutoka Tabora kwenda Katavi. Sasa kitu hiki eh, kimekamilika, lakini na sisi, njia ya umeme mpaka sasa iko asilimia 96. Kwa hiyo tuko katika maandalizi ya mwisho na tunategemea wiki hii tuweze kuwasha eh, hii line. Lai yetu kwa wananchi tunasisitiza sana kwa sababu serikali inatumia fedha nyingi sana kutekeleza miradi hii. Kwa hiyo tunachowaomba ni ulinzi wa hii miundombinu. Huu mradi ujo wake nikianza kwa hapa Mlele, ni kwamba unaenda kufungua fursa za uwekezaji. Unafahamu, haya ni maeneo ambayo yana uwekezaji mkubwa sana kwenye kilimo, mazao ya kilimo kama mpunga na mahindi. Viwanda vilivyofungwa maeneo haya kwa ajili ya kuchakata yale mazao havipati umeme wa kutosha. Kwa hiyo uwepo wa huu mradi unaenda kufungua fursa za uwekezaji tunawakaribisha sana wawekezaji na tunahakikisha kwamba umeme sasa e, wilayani Mlele upo wa kutosha. ETDCO, suluhisho la miundombinu ya umeme.